Nayemwona hapa kijana ni kaka, ana ushuhuda wa maisha yake ama simulizi. Ndugu yangu Jembe, mambo vipi? Ah, namshukuru Mungu, mambo poa kabisa. Mbona umeanza na kusema da? Acha tu, mchangamoto za maisha. Mimi naitwa Shukuru Hassan hmm. Nasoro, ni mzaliwa wa Dar es Salaam, amana, lakini mkuaji wa Morogoro. Mamangu ni Mruguru, babangu ni Mzigua, mtu wa Tanga mm. lakini tume Morogoro ni sehemu moja tuliani, wilaya tulia ya Mgomeo. Makazi yangu kabisa nakoishi kwa sasa mimi naishi maeneo ya Mbande Chamazi mm. e, e, Mbande Chamazi, Mungu amenifanyia pese na kibande changu, lakini kazi zangu nafanyia Tabata na mimi ndereva wa toyo. haya dereva toyo maisha yakaendaje, ama ndo ulianzia huko huko kwenye toyo? Na, hii story kidogo ni ndefu sana, na hii story ambayo ni ya kweli kabisa ambayo iko serious na maisha ya mwanadamu. Mimi baada ya kutoka Dar es Salaam, mzazi wangu kurudi Morogoro, baada ya maisha kuwashinda ukarudi Morogoro, nikawa naishi Morogoro, nikakulia Morogoro, kila kitu cha Morogoro. Nimesoma, nimeisha darasa la 2, sijasoma mpaka la saba na maisha yalikuwa magumu. Ngoja kwanza, leo ungepata mtu akasema mimi nataka nikupeleke shule, ungeenda? Kwa sasa hivi, kwa anjiliokuwa nayo, anjilkua na majukumu kidogo. Kwa kwa hiyo sitoweza tena, ameishajikabili uwezi, sikuna madarasa ya jioni. <laughs> Sawa, unaweza ukasema ukaenda madrasa jioni, lakini d majuku, majukum majukumu imekuwa ni mengi sana. nimeshanya kwamba una mke tayari na watoto na mke na watoto wawili, kwa hivyo mimi, historia yangu kubwa zaidi, mimi nilikuwa naumwa sana, nilikuja kupataga ugonjwa wa kuumwa karibuni kama miaka mitatu, simjui anaotoka, simjui anaoingia, walikuja watu na watu waganga kienyeji, walikuja watumishi wa Mungu kuniombea, lakini ilikuwa kazi ngumu sana. ulikuwa ugonjwa gani huo? Yaani ugonjwa kile anayokuja na ongea ugonjwa wake, anasema huyu mtoto anaumwa degedege na anakwambia amerogwa, mishakuwa mzukule ngine anakwambia yeah, huyu kijana iko hivi, anatukua fanywe hivi tambiko fulani, tambiko hili. Kwa kweli wazazi wangu walijitahidi sana kupambana na mimi, lakini mwisho wa siku haikolisha tumaini la aina yoyote mm -hmm, lakini alikujaga mzee mmoja . Huyo mzee baada ya kuja akanitazama, akasema huyu kijana, mimi ninavyomwangalia kuna tatizo linamsumbua sana kwenye maisha yake, na ili tatizo tukulifanya, huyu kijana anaweza akarudi kwenye hali yake. Inabidi yule mzee na wazazi wangu wakaitana pembeni, wakazungumza. Baadaye mama yangu anapokaja akanielezea pale, akawa kama ananionyesha ishara, mimi namwangalia lakini kama anaonyesha ishara, anasema huyu mtoto anatakiwa kuwa mganga. Hapo una umri gani? kama na umri kama miaka kumi na tano kumi na sita hivi. Basi wakasema kama anatakiwa kuwa hivyo, basi inabidi tatizo zote tuifanye kweli. Wakanichukua wakanipeleka sasa kwenye uzao wa baba yangu kwa Tanga, sehemu moja inaitwa Matilibe andeni kabisa, inimani kufika kule wakaanza kunifanyia matambiko hadi ununue mbuzi ununue nini, tununue nguo tufanyeje, tufanyeje. Wakaanza kunipigia ngoma fulani, kama Wazigua wanazifahamu zinaitwa ng'anga. Tumpigie ng'anga, tumpandishe huyu kijana, tuangalie atafanyaje, atafanyaje, kama atapanda atafanyaje. Basi yule mzee ndio kasema kweli, wakanipeleka kule kwa mtaalamu, kwa yule mzee, nikaanza kushirikia shirikia hilo kweli. Siwezi kusema kwamba jambo hili lilikuwa baya au lilikuwa zuri vile jambo baadaye. Sasa nikata kujiona kweli kwamba ni mimi inawezekana kuapili, lakini kuna kitu mimi waga mara nyingi sana kinakuja, anakuja kiumbe, ni mwanamke, ni mweusi, anamkia. Lakini eh, eh, mwanamke, wewe ndio unayemuona, mimi ndio ninayemwona mchana, ni ani ni usiku, anakuja mwanamke, anamkia, ni mweusi, anamkia na nakucha ndefu yule ananiambiaje, mimi nataka tuishi wote eh, nimekuweka chini ili mimi nanaye tunataka tuishi wote, um, awe mke um, mke wako, umeelewa. Mimi nikamwambia unataka kuishi vipi na mimi, akasema mimi, wewe nimekuchagua, na nimekuchagua bado ukiwa mdogo kiasi hichi, nataka nikulinde mimi mwenyewe. Nikamwambia unanilinda vipi? Akaniambia nitakulinda na kila kitu Nitakusaidia kila kitu unachokiona, maisha yenu ni maskini, hayamna kitu, fukara kabisa, lakini mimi nataka nikufanikishe kimaisha yako, wivyo ukiwa mdogo, ufanikiwe kimaisha. Akaniambia, unapenda nini? Nikamwambia, kwa umri niliofikia mimi sipendi chochote, kwa sababu mimi nahisi tu ni ile nilale niamke, nifanye msaidie mama shamba. Akaniambia, sasa sikiliza, na kuonyeshia mfano kitu kimoja, mimi najua unapenda sana, na mimi ni kwa mvuvi sana wa samaki, samaki hawa mvuvi sana wa samaki mm. Sawa, akaniambia na, ma -ma -ma -ma -ma -ma -ma makubwa makubwa ulikuwa ma unaenda na na samaki. Akaanza kuniambia mimi sasa nataka nikufanyie kitu, nataka nikusaidie mm. familia yako ili uone kwamba mimi kweli nakusaidia, kuna vitu nakusaidia. Nitakunyanyua hapo ulipokuepo. Sawa hawa awa maswala ya sio nakwambia, sibuwe mganga sibuwe nini, hawa nakudanganya, ila mimi ndio niliokuweka chini. Nataka uwe rafiki yangu wa karibu, nitakulinda kwa kila kitu na nitakupa chochote unachokihitaji no. Mi nikamwambia sasa cha kufanya mimi nachohitaji kitu kimoja kwanza, mi nataka maisha ya familia yangu. Akaniambia ina shida, mimi kweli nikaanza kupata hali kidogo ya ufueni ile ya kunyanyukia, nikawa najitambua ile, nikawa nafanya nyanyukia hapo, ile ngoma ushapigiwa hiyo tayari, taishakabisa vitu vyangu vya kuwa mganga. Hey, yeah. Yeah, na watu wanakuja nini napika. Sasa napotaka kumwangalia kumuang, mtu aa, ana tatizo gani, lazima nimwambie kwanza, nahitaji kwenda chumbani. Nikifika chumbani niegemesha sehemu nilali tu dakika tano. Nikilala dakika tano, yule mtu aliyekuja pale tatizo lake lote mimi nalijua, anaitwa nani, ametokea wapi, ana shida gani, nini kinachomfumbua, mimi lote nalijua. hmm. Yule anakuja kuniambia yule mwanamke, ila mimi kazi sipendi kufanya Mm -hmm. Ila nitakusaidia upate pesa ili ufanye jambo fulani hivi na mm hivi -hmm. hivi na hivi. Nikamwambia sawa basi, akija mtu bwana, mimi na tatizo, namfanya lile tatizo. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa mzima mm -hmm. kabisa. na wengi wengi yani baadhi ya watu ni wengi, ile imani ya kusema mimi tena mumri huu tena niwe nashika vitu nifanyeje? Nifanyeje? mimi mbona hii ah, siwezi mbona yule. Sasa akaniambia sasa, sikiliza, mimi nataka twende ziwani. Akanyambia nataka twende ziwani akawa mimi sasa natoka pale kwa kwenye shughuli ya utaalamu ile naenda kushinda ziwani, eh eh. Nikirudi ziwani na ndoo tano au sita zimejaa samaki, nani kavua? <laughs> <laughs> mimi na uwezo ku-kuita samaki eh? nikifika kwenye maji, tunaweza sa kuita samaki wanakuja kabisa, unawahitaje samaki <laughs> samaki <laughs> vidole <laughs> vyangu hivi na vingiza kwenye maji na gonga mara kwanza, nikigonga mara pili, nikishapiga hivyo nakuta samaki wanaruka wanakuja, wanajua kama kuna chakula pale na chakula. Mimi nachukua ndoano zangu kama na ndoano tano sita. Ngoja kwanza, kabla ya kwenda kwenye hiyo ndoano, mtazamaji ambaye ni mvuvi akifanya hivyo na yeye atapata? Hawezi kupata. Wanacheza nakuja maeneo mpaka yali mnagonga, basi mimi nachomeka chambo nanunua nyama hata nusu nachomeka zile nyama kwenye muan natuukiza nikitumbukiza kidole cha kutumbukiza nikifanya hivi ni nje siwa. Ah, samaki wadogo wa ni wakubwa. Unakumbuka kuna kipindi liliingia linaitwa Bonde la Ufa, watu hawali nyama, mimi nikawa nauza samaki mimi nikawa nauza samaki yani samaki ni walikuwa asubuhi, watu wanakuja nilikuwa navua mpaka usiku eh. Sasa shughuli ya utaalamu ikawa ime- nimeachana nayo. Watu wakaivi, bwana tunakuja tuna, tuna matatizo, wewe si unashinda mtoni. Nikamwambia jamani bwana, niacheni. Tunaomba tusaidie, naambia basi sawa, mimi naweza nikachukua maji nikachota hivi. Nikamwambia akunywa maji, akanywa maji, akaenda kapona, kapona. Nikamwambia tu bwana, chukua mchanga. Kuna mama mmoja alikujaga akasema, mimi nafanya biashara uvuvi, mwanamke anavua. Yaani yeye anakwenda ana maboti yake, anakwambia vijana wako wanarudi hawana kitu. Nikamwambia mama, nitafute shilingi hamsini ambao umeiokota eh, ataipata wapi? Na mama alipata hamsini, eh, ya kuokota ya kuokota, na alipata ama wewe ndio ulimtegeshea? Alikaa kama miezi minne, au wewe ndio ulimtumia? Hapana, alikaa kama miezi minne akaletea kama, mama, mna shida mama, amegonga na Msomali kwenye boti kawa inaning'inia chini Uye mama akawa navua samaki mpaka kajagia kijana, nashukuru sana, nikufanyie nini shariki langu sitaki niei chochoti sitakiw npatashiingimwtakitau siusiu yani, hiyo nipate nikawa naisaidia familia bila familia kujua. Basi mimi tena mwanamke simjui nikawa na yule. Mimi nimekuja kumjua mwanamke elfu na yule alivyokuwa anakubana, yule alivyokuwa ananibana, sasa ni kama naona vitu vya ajabu, kwa sababu kuna watu wanakuja wanasemaje, huyu kijana, kwa nini anafanya kitu kama hicho? Je, tumchezi mimi? Anakuja watu usiku. Amekaa vibidi, amekaa. Hapo, kwa kwa. Uko nyumbani, nyumbani, usiku wananiamsha naamka, nakuta na mama amekaa, amekaa uko nyumbani na wazazi wangu, wanakuja, wanakuja, wanakuja sasa washiriki na usiku, wanapokuja pale wananiambia bwana, tunakuomba utoke nje wewe bwana, unafanyaje? Inakuwaje? wagonjwa wetu tunawafanyia ubaya sisi? Wewe una, unawarudishia, unafanyaje? kwa nini unafanya kitu kama hicho? kwamba hawataki wagonjwa wapone. Hey, kwa sababu anakwambia kuna mtu fai tunifanyia sisi, kwa sababu yule anajivuna majivuno sana. Kwa sababu kuna daktari alikujaga kijiji kwetu, e daktari alianza kuukwa dispensari kwa sababu kijiji kwetu kulikuwa hamna dispensari, dispensari uende sehemu moja kidiki mguliani wa

yule yule yule yule kwa sababu tunataka aondoke mm. Mimi nikamwambia haiwezekani, lazima nimsaidie. Kumbe mambo yapo yapo, yani yapo, yaani mtu anakudanganya mtu, mtu kwamba ushirikina hakuna. Huyo anakuambia ushirikina hakuna, haijai kupata no katika maisha yake, na hakuna ugonjwa unaouma katika maisha ya duniani, ugonjwa unaouma kwenye mwili wa mwanadamu kama ushirikina. Ni ugonjwa namba moja, bora hata malaria unaweza kusema unauma, malaria yakauma taratibu lakini malaria kama unapiga uchawi wa malaria unauma, unaweza ukapata hata uchizi. Uchawi unaumiza moja, mchawi hana huruma, mchawi hana rafiki, mchawi hana ndugu, mwanaye mwenyewe yuko tayari kumtoa sadaka bila huruma. kwa nini? Nenelewa. <coughs> Kwa sababu wale wana namba, kila unavyotoa damu ya moto inayouma inayouma kutoka moyoni mwako unapandishwa chee uwezi kutoa damu ambayo inauu ayumi afu ukapandishwa cheo, ukatoe damu ya mjomba yako, ukatoe damu ya shangazi yako, akati ayumi namba moja umtoe mtoto anayekusaidia kipenzi, una kipenzi unajua, huyu ananisaidia kwa shida na raha ananishikilia kama mama yake au kama baba yake. Yule ndo unatakiwa ili ubaki na maumivu ya kuumize ili upate nini? Cheo. Asikudanganye mtu. Hakuna uchawi unaoachika abadani, uongo zaidi ya kifo eh? Hakuna uchawi unaweza ukaachika zaidi ya kifo. Basi mtu ameamua kwenda zake kwa shehe ama kwa mchungaji, bwana, mimi haya mambo yamenishinda, nataka niacha iwezekani, akapigiwa dua sala pale <laughs> nikwambie kitu.